Chukua kungasha fikisha posta. Ea, shirika la posta Tanzania linaenda linabadilika siku hadi siku, ili kuweza kukutana au kumiti mahitaji ya wateja kwa sasa hivi. Siku za usoni tunatarajia kutanua huduma za serikali katika mwamvuli mmoja, one stop center, ambayo itakuwa inatoa hu, huduma za serikali zote katika huduma, katika ofisi zetu za, za posta. Kwa hiyo tunatarajia mwisho wa mwaka huu au katikati ya mwaka ujao kila kitu utakachokitembelea cha, cha posta utakutana na huduma za serikali zote zinapatikana pale kwa lengo la kufanya ugatuzi wa huduma za serikali ziweze kuwafikia wananchi kwa muda mfupi, lakini pia zikiwa karibu na maeneo yao ya makazi. Kwa hiyo tunawaambia wateja watuamini waendelee kuja kutumia posta kwa sababu ni wiki ya wateja, tunawakaribisha sana watumie huduma zetu za posta. Posta delivers better, tunachukua, tunafungasha, tunafikisha hii huduma kwa wateja. Especially posta kiganjani digitali huwa inanirahisishia sana na naweza nikatrace mzigo wangu kwa wapi, kwa sababu nimekuja kutuma mzigo hapo lakini nikiwa na hiyo posta kiganjani inanisaidia kabisa na trace mzigo, najua umefika wapi, na kama haujafika na kama haujapokelewa, na kuwa nafahamu na nje na hivyo hio. Nafahamu pia kuna malipo mengine ya masanduku wanayafanya, naweza nikapata control number kupitia hiyo posta kiganjani ya kidijitali. Kwa hiyo nimefurahi sana, na wanatoa huduma nzuri na nimefurahishwa nazo, nimefurahia kwa kweli, kwa sababu Nimepata huduma nzuri, nimekaribishwa vizuri, nimehudumiwa vizuri, nimefurahi kwa kweli kupata huduma post T -t -t -t Tanzania 24 Digital. Beyond the mainstream, beyond the mainstream.